Hii ziara ni ya watendaji. Mimi ni mwenyekiti wa bodi na mimi nilikuwa na wajibu wa kuja kuangalia shughuli zinavyokwenda kwa dhamira ya kuunganisha management na bodi. E, dhumuni hasa kama unavyoelewa taasisi ya viwango huwa tunamlinda mlaji. Tunamlinda mlaji kwa maana kwamba bidhaa zote zinazoingia ndani ya nchi na zile zinazozalishwa ndani ya nchi zinapaswa kuwa na viwango ambavyo Zanzibar vimekubalika. Sasa sehemu za bandari ni sehemu za entry, sehemu za zinazoingia hizo bidhaa. Kwa hiyo tumekuja hapa kuangalia, je, hizi bidhaa zikiingia, container linapofunguliwa, vijana wetu wanachukua sample kwa utaratibu upi, kwa mashirikiano baina ya vijana wetu wa ZBS pamoja na mamlaka za bandari na ndio lengo letu. Na kwa bahati nzuri tumekuja kuona hapa kontena zinavyoshushwa wanavyochukua sample, vijana wetu wanazichukua sample, kwanza wanaangalia zile bidhaa zilizoko katika kontena kuona kwamba wamejiridhisha, alafu wanachukua sample, kwa sababu unaweza ukaja ukaiona bidhaa iko kwenye kontena tu usiridhike nayo, umenielewa? ukaja ukaona mchele mbovu uko na kontena, hata kabla huja upeleka katika maabara. Kwa hivyo usiridhike nao, kwa hivyo pale pale, mm -hmm. unaanza kusema kwamba hii huu mchele au hii bidhaa si nzuri kwa mtumiaji. Sasa kitakachobakia ni kutoka, kutoka kwenye maabara kujithibitisha, kuthibitisha kwamba maabara imetamka kwamba hiki kifaa au hii bidhaa si bora kwa matumizi ya mwanadamu. Changamoto tunayoiona hapa ni kwamba bandari zetu zinajaa sana, na zinajaa kwa sababu ya makontena matupu hayaondoki kwa wakati. Sasa bandari zinapojaa, hata ilo kontena ambalo lenye bidhaa nalo unaanza kuwa ni vurugu kuanza kulitafuta. Sasa unalitafuta unaweza ukaliona ili hapa lakini, pengine juu kuna kontena nyingine liko chini. Ndio kwa kwa mfano kama hapo unavyoona hapo, unaondoa pengine kontena unalolitaka liko chini huko, kwa sababu makontena yamejaa. Sasa hili e, linatupa changamoto sote, linatupa changamoto mamlaka bandari, changamoto serikali nzima, changamoto na taasisi nyingine zinazomhudumia mteja, ikiwemo taasisi yetu ya ZBS. Lakini hata hivyo nadhani kila tunapoongeza bandari na kila tunaposisitiza shipping line kuondoa makontena yao matupu nadhani hizi changamoto zitakuwa zinapungua. Hivi Zanzibar inatanuka, mizigo inaongezeka. Kwa hiyo na imekuwa juhudi za serikali pia kupanua bandari hizi kila katika kila eneo. Ukisimama Uki, hapa ZBS upande wa pili ule unaona sasa hivi kuna kuna ujenzi mkubwa unaendelea upande wa pili. Ile ni extension ya Maruhubi inakuja pale. Kwa tunategemea tena kontena nyingine mkija next time. Serikali imekuwa ikitanua wigo wa bandari hizi, kuna, kuna tasnia ya ujenzi imekuwa ni kubwa. Sisi, sisi kwetu ni changamoto kwa sababu inabidi tuendane na hiyo pace ya serikali. Ndio maana leo pia tukawachukua kwenye maabara ya vifaa vya ujenzi, na sisi tulitegemea hayo a, kuyaona hayo maono ya Mheshimiwa Rais ya kutaka Zanzibar ijengwe, Zanzibar iboreke, tukaweka maabara kubwa ya ujenzi, na leo mmeona, leo kizungumza swala la lami uh, linapimwa hapo, kizungumza swala la sijui kokoto zinapimwa hapa, mmeziona kizungumza swala la simenti linapimwa hapa, swala la nondo zinapimwa hapa. Zamani ilikuwa ni changamoto kubwa sana vifaa vichukuliwe hapa viende upande wa pili wa jamhuri vikae vipimwe virudishwe hapa, lakini leo tuna tuna tuna tuna, tuna, tuna, tuna furahi kuona uh, wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza Zanzibar, wakandarasi ambao wanakuja kujenga Zanzibar wanakuja ZBS kutaka huduma zetu. Sisi kwetu inatupa faraja, na taasisi kupitia mwenyekiti wa bodi imekuwa proactive katika tasnia zote. Leo hii tunataka kuwekeza kwenye maabara za uchumi wa blue, serikali imekuwa imejikita in, huko maana tunaongea mambo ya, ya, ya, ya, samaki mambo ya gesi leo kama mlivyoona pale tuna maabara kubwa ya gesi ambayo tunaenda kuifungua na maabara hizi haya majengo ambayo mmeona ni majengo ambayo yamekamilika kwa asilimia mia moja vifaa vimeshakuwa ordered ndani ya wiki chache vifaa uh, hivyo vitaingia na maabara hizi tuna expect haiwezi kuzidi mwezi wa sita maabara hizi ziwe functional kama tunavyoongea sasa hivi uh, ile mitambo ya mita za umeme pale tayari iko iko, iko, iko zanzibar inataka kwenda kufungwa kwayo taasisi imekuwa ikitanua wigo uh, wa kazi zake, lakini pia katika kuboresha hilo, taasisi pia imeshachukua eneo kubwa katika viwanja vya pa, viwanda pale Dunga karibu hekari sita uh, ofisi imeshachukua, tunakwenda kujenga maabara ambayo itakuwa ni jengo la maabara peke yake, karibu ghorofa kumi zinaenda kujengwa pale za maabara peke yake na juzi tulikuwa na Mheshimiwa Mwenyekiti China, kuna wawekezaji tayari wanataka kuja kuwekeza hapa na kuitengeneza Zanzibar kuwa center of excellence ya kituo yani kitivo cha maabara ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Leo watu wa Kenya, unakuta kuna vitu ambavyo haviwezi kupima Kenya, wanavitoa wanavipeleka Dubai. Wanavitoa, sio wanavipeleka Ulaya. Tumeona hiyo opportunity, kwa hiyo tunataka kuja kujenga pale. Kwa hiyo taasisi pia ishachukua isha eneo imeshalipima imeshatoa hati. Hivi sasa hivi tuko kwenye mitayarisho ya kutayarisha michoro ya kuweza kujenga eneo lile. Tuna expect program hii ni ndani ya miezi 36 iwe imekamilika. Lakini kwa upande wa Pemba pia hivyo hivyo, tunakwenda kujenga jengo la maabara na utawala kubwa kuliko hata ile ambayo mnaliona hapa. Nia na madhumuni, kama mnavyojua, serikali ya awamu ya nane imetanua wigo wa kufungua bandari kwa upande wa Pemba. Pemba sasa hivi inapokea mizigo kutoka kwa upande wa Tanga, inapokea mizigo kutoka upande wa wa Mombasa lakini pia inapokea mizigo kutoka kwa upande wa Unguja. Kwa hiyo nayo imekuwa inafunguka. Na tumekuwa na changamoto nyingi sana ya upimaji wa, wa bidhaa kwa upande wa Pemba inabidi tuzilete uh, Unguja tuzipime tuzirudishe. Lakini kwa kupitia serikali tumeongea nao tumekaa nao vikao, wamekubaliana na ombi hilo uh, kikao cha mwisho tumefanya kama wiki mbili iliyopita na serikali imeliona hilo na imetoa maelekezo kuwa ofisi na jengo hilo likajengwe kwa upande wa Unguja. Tuko tuko kwenye matayarisho ya mwisho ya kuweza kulifanikisha hilo. Bandari hii ipo hapa kama ni bandari moja mpya. Tumezoea bandari ya Malindi, ndio kwa sababu tuko hapa, ili muweze kuona mizigo inayoingia na sisi kama ZDBS tunapataje sample za mizigo hiyo? Ndio kwa sababu tuko hapa Fumba, tuko hapa Fumba. Mmeona kontena zote hizo, mmepata maelezo jinsi ya meli zinavyokuja hapa kushusha mizigo, mmepata maelezo jinsi tunavyochukua sample kwenye hiyo mizigo na mmepata maelezo jinsi tunavyozipeleka maabara, na mmepata maelezo we take how many, how many hours or how many days kukamilisha ile sample kupata result zake. Tukitoka hapa, baadaye, kituo cha mwisho mtakwenda kuziona hizo maabara. Sasa, sasa mtaunganisha ZBS, ule mnyororo wetu wa kazi. Tuko hapa airport, tuko bandarini, tuko kwa ajili ya entry point zinazoingiza mizigo ili tuweze kupata sample. Lengo letu hasa ni kuwalinda walaji. Vipi tutawalinda walaji ili wa, wa, wale au watumie bidhaa ambazo ni bora. Kihusisha na upakuaji wa makontena na hadi sasa hivi tuna muda wa miaka miwili tangu tumeanza operesheni zetu na tunaendelea na kazi vizuri. Pia ukiangalia bandari yetu imekuwa na ufanisi wa hali ya juu ambako unahakikisha upakaji wa upakuaji wa makontena kwa muda na kwa faida ya watu wa Zanzibar. Kwa hiyo tumeleta chachu ya maendeleo katika eneo hili, na pia tunajitahidi kwa, kwa, kwa kiasi chetu kuhakikisha kwamba huduma tunazozitoa zitakuwa endelevu na kwa kuzimprove, ili kuendelea kupokea makontena mengi na, ku, na kumiti mahitaji ya watu wa Zanzibar. Moto ambazo tumekutana nazo kwa sasa hivi ni hali ya bandari na eneo letu liko na draft ya kawaida, lakini ku, kutoa changamoto hiyo tumeanza mla, na mradi wa ujenzi wa jeti ambayo itakuwa imeprolong kuanzia hapa mita 300 kwenda katikati ya bahari ili kuhakikisha tunaweza kuchukua meli kubwa ambazo zitakuwa zinabeba makontena mengi ili kuhakikisha kwamba tuna mzigo wa kutosha ambao tutakuwa tunaupokea kutoka katika nchi jirani na nchi mbalimbali. Uh, kwa sasa hivi tunaweza tukapokea kontena elfu tatu. Kama unavyoona hapa, yadi yetu hapa nyuma inaweza kubeba kontena elfu tatu, lakini saa hizi hii ni phase 1 tunaenda phase 2 ambao tunajenga uwanja mwingine yadi, ambako nayo itakuwa ina ina uwezo wa kuchukua kontena elfu tatu. Kwa hiyo tutakuwa tunaweza kuchukua kontena elfu sita au yule mtu anayechukua kontena nzima kisha toa mwisho wa siku anairejesha. Alafu sasa sisi tunatuma report kwa shipping line kwamba ICD yangu na kontena za maeski labda 200, au 150 kwa yeye, sasa ni kutafuta meli kufanya booking, meli ije kuchukua kontena zake, kwa sababu meli kontena ni mali ya shipping line. Kwa sisi tukishazifanyia kazi zikaja, sisi tunatuma ile stock report MSC, kuna kontena 100 maeski kuna kontena 100 yelo kuna kontena labda sabini. Kwa sasa ni wenyewe kufanya jitihada ya kuweza kuchukua makasha yao ili yaingie kwenye mzunguko wa kibiashara.